Kuzungumza kwa uchache juu ya umuhimu uh, wa mwanamke ambaye ni mtu ambaye e, anapoweza kupata nafuu kutoka katika uh, utawaliwa wa vilevi mbalimbali, si faida anapata yeye mwenyewe, lakini faida hata kwa jamii kiujumla, lakini hata katika taifa letu kiujumla. Mwanamke anapoweza kuweza kupata nafuu, uh, upataji nafuu uh, kutoka katika addiction au utawaliwa wa vilevi mbalimbali mbali, basi hupata fursa ya kuweza kuwa na afya njema ya akili pamoja na afya njema ya mwili. Afya njema ya akili itamfanya aweze kuwa na mitazamo bora na kuweza kufikiria vitu tofauti tofauti ambavyo vitakuwa uh, vinaleta matokeo chanya kwa maendeleo yake, kwa maendeleo ya watoto wake na hata kwa maendeleo ya taifa kiujumla, lakini afya njema ya mwili humsababisha kile alichokuwa anaweza kukifikiria uh, katika malengo yake uh, kikaweza kufanyika katika Uh, hali ya ubora au katika jitihada ambazo uh, ni za hali ya juu. Uh, ni kwa sababu uh, mtu anapokuwa anatengemaa kimwili anakuwa anakuwa na uh, nguvu ya kuweza kufanya kazi, lakini mwanamke anapoweza kupata nafuu hupata uh, uh, fursa ya kuweza kujiamini uh, mwanamke anakuwa anajiamini, anajiamini tena katika kuweza uh, kufanya vitu mbalimbali au kuweza kufanya kazi eh, na kuweza uh, kutimiza malengo yake. Lakini mwanamke uh, anapokuwa ameweza kupata nafuu eh, kupata nafasi ya kuweza uh, kulea familia katika hali ya ubora zaidi hmm. Anakuwa mlezi bora, anakuwa mama bora eh, na kuweza kuwaandaa watoto uh, kuwa katika Uh, mitazamo bora na tabia njema ambazo uh, zinastahili katika jamii. Lakini mwanamke uh, pia uh, anapokuwa uh, amepata nafuu kwa hawa watawaliwa wa dawa za kulevya, anakuwa mlezi bora ama bora uh, na mwanamke ambaye anaweza kuweza kuwafuatilia uh, watoto wake katika masomo, watoto katika mienendo na vitu vingine eh, tofauti tofauti. Lakini pia mwanamke anapoweza kupata nafuu, kupunguza uh, ile migogoro mbalimbali katika, katika familia. Mara nyingi uh, mtu anapokuwa katika uh, utawaliwa wa vilewesho mbalimbali E, anaweza akasababisha migogoro katika familia, na ndiyo maana tunaona mmoja anapokuwa mraibu basi, e, kama wako kwenye ndoa ni rahisi kuweza kutarakiana. Kwa hiyo e, wakati mwingine mwanamke anapokuwa katika gereza hilo la utumwa, anajikuta anaweza kufanya aa, yale matendo ambayo hayastahili au hayamridhishi e, mumewe ambaye yuko naye pale na kujikuta sasa, uh, ile ndoa inakuwa wakati mwingine haidumu. Haidumu ni kwa sababu, uh, mwanamke anakuwa ametawaliwa na vilewesho mbalimbali, anakuwa anakimbia majukumu yake, lakini wakati mwingine anakuwa anafanya vitu ambavyo, uh, viko tofauti na uh, mahusiano au uh, mahusiano ya ndoa au kuweza kufanya zile tabia ambazo hazistahili katika jamii. Lakini mwanamke anapoweza kuweza kupata nafuu, anaweza kutengeneza ustawi wa uchumi, anakuwa na uwezo wa kuweza kufanya kazi. E, leo tunaona kuna wanawake washoka wanaweza kufanya shughuli mbalimbali ambazo yeye binafsi e, anaweza kupata fedha kwa ajili ya kuweza kumaliza baadhi ya matatizo yake ambayo yanahitajika fedha, lakini pia e, leo tunaweza kuona a, na uchumi e, wa taifa letu unaweza kukua kiujumla kutokana na hiyo nguvu ya mwanamke katika namna ya kuweza kuchapa kazi. Lakini mwanamke He, anapokuwa ha, ameweza kupata nafuu, anakuwa anaanzisha kizazi he, kilichokuwa bora he. Kwa sababu tunaona he, kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kurithi vinasaba vya uraibu. Kwa hiyo yeye anapokuwa anautumikia uraibu ni rahisi sana kuweza uh, kumrithisha mtoto na mtoto akawa katika njia hizo. Lakini wakati mwingine, hata kama huyu mtoto hajarithi vinasaba vya uraibu, wakati mwingine e, zinaweza zikaja zile hali, kwa sababu uh, mraibu anaishi hutumia na anatumia ili aishi. Kwa mtoto anapokuwa anaona au watoto wanapokuwa wanaona e, mama yao amekuwa ame, ame, ame ni mtumiaji wa vilevi mbalimbali, na wao wanaweza kuchukulia kwamba kile kilevi ni kitu cha kawaida tu, mbona hata mama anatumia. Kwao e, wakati mwingine E, inaweza ikawa ni chachu e, ya watoto kuweza kujiingiza katika matumizi ya vilewesho mbalimbali. Lakini wakati mwingine e, mwanamke anapoweza kupata nafuu inakuwa ni sehemu ya kumsaidia yeye e, kuweza kukaa vizuri, lakini pia jamii e, au watu wa karibu au ndugu zake ambao anakuwa yuko nao kuweza kupunguza gharama kwa sababu wanapokuwa katika gereza la utumwa huwa eh, wanatumia gharama nyingi katika matibabu ya magonjwa tofauti tofauti kama unavyofahamu, uh, uraibu una mahusiano na, na magonjwa mengi na hizi dawa za kulevya eh, let's say kama heroin eh, tunasema kuna watu wanaweza kupata kifua wa kikuu, lakini kuna watu wanaweza kupata maambukizi ya UKIMWI, lakini pia kuna watu ambao wanaweza pata homa ya ini B pamoja na C si? Lakini hata pombe pia husababisha uh, watu kuweza kupata uh, ugonjwa wa figo, wengine eh, uh, kupata ugonjwa wa ini, lakini pia hata bangi uh, sababu husababisha uh, watu kuweza kupata uh, magonjwa ya akili, kansa ya koo uh, na vitu vingine uh, tofauti tofauti. Kwa kwa hiyo uh, tunaona uh, leo mtu anapoweza kupata nafuu hujiepusha na, na uh, magonjwa mengi uh, ya kimwili, lakini magonjwa mengi ya kiakili, hivyo husababisha hata familia uh, kuweza uh, kuwa ni sehemu ya kupunguza gharama.